Nenef. Na ninyi waandishi wa habari, mtu mtatusaidia. Mtoto mudi mkimwona yupo na kombe lolote msimu 2025, toeni taarifa kituo cha polisi au kwa msaada zaidi wa dharura piga 112. Mtoto